Kila mtu ana kipindi ambacho anatamani kama asingekipitia, kipindi ambacho kinaumiza, kinavunja nguvu, kinachokufanya ujione kama uko peke yako. Lakini leo nataka nikuambie kitu ambacho kinaweza kubadili jinsi unavyoona maisha yako. Nyakati ngumu zina uzuri ambao hatuuoni mara ya kwanza, na mara nyingi ndani ya maumivu ndipo nguvu zetu halisi huzaliwa. Kusema ukweli, hakuna anayependa maumivu, hakuna anayependa kukataliwa, hakuna anayependa kupoteza au kushindwa. Lakini ukitazama nyuma kwa matukio yaliyopita kwenye maisha yako, utagundua kwamba kila pigo lilikuacha ukiwa imara zaidi, kila hasara uliyopata ilikufundisha kusimama mwenyewe, na kile kilichokuuma kilikuunda kuwa mtu mwenye hekima na bora zaidi. Nyakati ngumu hutufundisha vitu ambavyo mafanikio hayawezi kutufundisha. Kuna kipindi niliwahi kukipitia mpaka nilihisi kama nimefika mwisho. Kila kitu kilikuwa kinakwenda kinyume. Mambo yamekwama, mipango yote imevurugika na kila hatua ilikuwa ngumu sana. Lakini kumbe ulikuwa ni wakati wa kunijenga upya. Kipindi kile kilinifundisha nidhamu, uvumilivu na kuamini ndani yangu hata nikiwa hoi kabisa. Baadaye nilikuja kuelewa kitu kimoja kuwa wakati mwingine Huenda Mungu anakupitisha kwenye nyakati ngumu ili akubadilishe kuwa mtu unayehitaji kuwa ndani ya muda mchache ujao. Sasa labda swali kubwa zaidi la kujiuliza ni kwamba kwa nini sasa hizi nyakati ngumu ziwe ni baraka kwa siri? Kwa nini siri? Jambo la kwanza, kwa sababu zinakufanya ujue marafiki wa kweli. Kwani katika maumivu ndipo unajua nani haswa yupo kwa ajili yako. Na jambo la pili, zinakufanya ujitambue Utagundua uwezo wako ambao haukujua mwanzo kama uko nao. Na sababu ya tatu zinakupa maono mapya, yaani unahamishwa kutoka sehemu ambayo hukustahili kuwepo hadi mahali ambapo umekusudiwa kufika. Hiyo ichukue kwa makini sana hiyo. Na jambo la nne zinakufanya uwe imara zaidi, yaani unajenga ngozi ngumu, moyo wa ustahimilivu, na imani isiyotikisika. Nikukumbushe kuwa nyakati rahisi kamwe hazijengi wanadamu kwa imara bali ni nyakati ngumu pekee ndizo zinaunda viongozi, wabunifu, wajasiriamali na washindi wenye uthubutu siku zote. Sasa unawezaje kuzitumia nyakati hizi ngumu kukujenga, au unawezaje kufaidika na nyakati hizi ngumu pindi zinapokupata? Sababu usipokuwa makini, muda huu utapita na wewe ukiwa pale pale, au sehemu mbaya zaidi, kwa sababu hukujifunza kitu au kwa sababu somo lilikupita. Sasa jambo la kwanza, kubali kukimbia maumivu kamwe hakujengi, yakubali, uyatazame ili ujifunze somo lililo ndani yake. Jambo la pili, jiulize, hii inanifundisha nini mimi? Kwani kila tukio lina somo ndani yake. Na jambo la tatu, kaa karibu na watu sahihi, kwa sababu nguvu yako itaongezeka zaidi na zaidi. Jambo la nne, endelea kufanya hatua ndogo ndogo, kwani mabadiliko makubwa siku zote hutengenezwa na hatua ndogo zisizoonekana. Na jambo la tano shukuru. Hii sasa ndiyo njia ya kuiwezesha akili yako kuona mwanga, hata wakati uko gizani. Wewe shukuru, utaona maajabu yake. Ndugu yangu, huenda unaumwa, huenda unapitia kipindi ambacho huwezi hata kuwaambia wengine, lakini sikiliza hii: nyakati ngumu si adhabu, mara nyingi ni maandalizi. Sasa nataka uwe na maono haya ya kuelewa kwamba unachokipitia sio adhabu, bali ni wewe unaandaliwa kuwa bora zaidi, kumiliki vilivyo bora zaidi, kuwa na watu walio bora zaidi, kuelekea maeneo bora zaidi. Nyakati ngumu zinakutengeneza, zinakuinua, zinakupa moyo na ujasiri ambao utauhitaji hapo baadaye. Kwa hiyo, usikate tamaa. Mwisho unaohisi kuuona leo unaweza kuwa mwanzo wako mpya kabisa. Uzuri wa nyakati ngumu uko ndani ya mtu anayekuja baada ya kuvumilia, na mtu huyo ni wewe. Sasa kuna mwongozo nimeuandaa, ambao ni pamoja na mazoezi ya siku saba ya nini ufanye, ili uweze kurejesha imani ya ndani kabisa kuhusu wewe mwenyewe, yaani kujiamini, kuwa unaweza kusimama, unaweza kufanikiwa, unaweza kujiamini na kuwasiliana na yoyote kujiamini kuwa unaweza kuanzisha chochote. Ni e-book ndogo tu nimeandaa yenye mwongozo huu utakayoisoma kupitia simu yako, tablet au kompyuta. Na kama unaihitaji kujiletea mabadiliko haya kwenye maisha yako, utaipata kwa mchango mdogo sana wa shilingi elfu tatu tu. Hii inaweza kuwa kwako, kwa wewe mwenyewe, au labda una wadogo zako au watu ambao unaona tayari wamevunjika moyo na kupoteza focus kwenye maisha, lakini unatafuta njia ya kuwarudisha ili waweze kujipambania na kujitafuta tena. Niambie ulichojifunza kwenye comments na usisahau kushare kwa yule ambaye unaona anastahili kufahamu au kusikia kuhusu somo hili. Success Path Network, each one, teach one. Till next time.